Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia mtiririko wa mafunzo yetu ya muziki kama ambavyo yanatolewa na Mwalimu Ayubu Romad Ndogasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kwenye video hii tutaelekeza tutatoa sura zetu kuanzia ya kwanza mpaka sura ishirini ambazo ni sura za msingi lakini pia tutaeleza namna ya rahisi ya kupata mafunzo yetu huku ukiwa katika mtandao wa YouTube na kim, kwa mtiririko ambao ni mzuri. Kabla ya kuanza kupitia hizi sura au mtiririko wa mafunzo yetu, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani, lakini pia karibu kulike, kucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Katika mafunzo yetu kwenye sura 20 za mwanzo, huwa tuna sura ya kwanza ambao ina utangulizi wa somo la muziki, ina historia ya muziki, lakini pia ina historia George ya George Frideric Handel. Sura ya pili tunajifunza stafu ya muziki. Sura ya tatu huwa tunajifunza vitambulisho vya mistari G clef na F clef, lakini kwa ziada huwa tunajifunza na somo kuhusu C clef, ambao kuna soprano clef, mezzo soprano clef, alto alto clef, tenor clef, na baritone clef. Lakini pia kuna neutral clef kama somo la ziada, lakini pia kuna octave clef, unaweza ukaipitia, pia ipo moja kati ya mafunzo yetu, ukajifunza kuhusu octave clef kama somo la ziada. Lakini pia sura ya nne huwa tunajifunza kupanga herufi za muziki kwenye mstari. Sura ya tano huwa tunajifunza kipandisho, kiteremsho na kifuto au ki kipandisho kitelemsho na kifuto. Lakini sura ya sita huwa tunajifunza alama za ufunguo. Sura ya saba huwa tunajifunza noti na thamani zake. Sura ya nane huwa tunajifunza alama za wakati. Sura ya tisa huwa tunajifunza mwendo, misamiati na alama katika muziki. Sura ya kumi huwa tunajifunza toni na nustoni. Sura ya kumi na moja sura ya kumi na moja huwa tunajifunza skeli au ngazi katika muziki. Sura ya kumi na mbili huwa tunajifunza intavali. Sura ya kumi na tatu huwa tunajifunza triad na kodi. Lakini sura ya kumi na nne tunajifunza mwendelezo wa kodi. Sura ya kumi na tano tunajifunza mwendelezo wa melodia. Sura ya kumi na sita tunajifunza umbo la muziki. Sura ya kumi na saba tunajifunza mgeuko wa kwanza wa triad. Sura ya kumi na nane tunajifunza muundo wa bezi, figured bezi. Sura ya kumi na tisa tunajifunza mgeuko wa pili wa triad, na sura ya ishirini tunajifunza nota ya mpito au passing note. Lakini ukiachana mafunzo haya kuna mafunzo mengine mengi ambayo pia yapo katika katika akaunti zetu kama miongoni mwa mafunzo yetu, ambapo kuna mazoezi ya kuimba solfa, lakini pia kuna mazoezi ya kupiga mapigo, kwa sababu lazima ujue pia kupiga mapigo yale makofi robo noti, hata kama unasoma kwa online. Lakini pia tuna mafunzo kadha wa kadha ya muziki pia ambao pia yapo kwenye akaunti yetu. Sasa utaweza kuyapata kwa urahisi na kwa mtiririko. Kama unataka kujifunza mwenye taratibu, kwanza unaweza kuingia kwenye akaunti yako ya YouTube ukaenda sehemu ya kusearch hapa hapa juu na utasearch, utaandika Music Life TV. Ukisearch, ukiona Music Life TV, itakuletea moja kati ya video zetu namna hii. Kwa utakuja kwenye sehemu kama hii hapa, ambayo sehemu itakuongoza kufungua kwenye account ya Music Life TV. Ukifungua, itakuletea ukurasa wa Music Life TV ambao unaanzia juu kwanza utambulisho lakini kuna utakuta kuna button ya subscribe lakini pia utakuta kuna video hivi na utakuta kuna vitu vimejipanga home videos, shows, playlist, post, podcast, na kadhalika. Sasa utaenda kwenye sehemu ya playlist. Ukigusa sehemu ya play, playlist itakuletea mkusanyiko wa mafunzo amba, kadi ambayo tumefundisha ambapo utakuta chini kabisa kuna sura kumi za mwanzo za mafunzo ya mziki mbako hapo utakuta sura ya kwanza mpaka ya kumi utakuta kuna sura ya kumi na moja mpaka ya ishirini ya mafunzo ya mziki. Utakutana na sura nyingine ma, playlist nyingine kama mazoezi yote ya mapigo kwa mtiririko mzuri, lakini pia utakuta namna za kuimba solfa na mivunjo, lakini pia utakutana na historia za muziki, lakini pia utakutana na klefu za muziki na playlist nyingine nyingi, kadi ambavyo tutakuwa tunafanyaje, tunaziongeza. Kwa kwa mfano, ukifungua ukifungua playlist ya sura kumi za mwanzo wa muziki itafunga kama hivi, ambapo utakuta hapa na sura ya kwanza sura ya pili zitakuwa zimejipanga hivyo. Zita, zita, zita, na moja zote, ukimaliza moja pili tatu mpaka ishirini, sura ya kumi na moja inafuatia kadri ambavyo zimefanyaje zimejipanga. Kwa wali kadhalika kwenye playlist nyingine utaona kama tumeona kwa mfano mazoezi ya mapigo. Video za mazoezi ya mapigo ambazo tumezirecommend zipo kwenye channel zetu zipo, zipo video 15. Lakini kuna mazoezi ya namna ya kuimba solfa na mivunjo accidental, kuna mazoezi matano yapo pale. Lakini pia kuna historia za muziki ambazo tuna video mbili, tuna madoido katika muziki, lakini pia tuna video ambazo zinahusu clef za muziki ambazo zipo saba. Kwa hiyo hizo zote unaweza ukazipitia ukazipitia kulingana na mambo zimewekwa. Nyingine ambazo tunaendelea kuzitengeneza, bado zinakuwa zipo private, lakini tukianza kutoa video zetu mtaanza kuziona, mtaanza kuziona hizo playlist zitakuwa wazi katika channel yetu. Lakini pia uki hii ilikuwa sehemu ya playlist, ukija sehemu ya video utakutana kuna video ambazo zenyewe ni mafunzo mbalimbali mbali ya muziki zipo katika playlist, lakini zipo na mafunzo katika mafunzo ya muziki. Kwa hivyo utakutana hivi kama anakusisi octave octave Octava octave clef, ala clef, you for na mafunzo mengine kadha wa kadha ya muziki, utakuta kenda kwenye sehemu ya video au kifupi video zote ambazo watakuchana zipo kwenye playlist, utazikuta kwenye sehemu ya video. Asante, huo ndio mtiririko wa mafunzo yetu. Unaweza ukaangalia hapo, ukaona unaanzia wapi, ili uweze kupata uelewa mzuri kuhusu muziki. Asante sana, usiache kutufuatilia. Uwe na wakati mwema.